muda ulionao kutumie ipaswavyo, waislamu, Qur'an yetu inasema hapa ndipo pa kushika. Wakina nani wanastahili kushika hapo? Wakina nani wanastahili kurukia hapo? Ni sisi Waislamu.

Waislamu bali mpe haliakuwa ninyi ni Waislamu. Mstari usipe haliakuwa wewe si Muislamu, bali mpe haliakuwa wewe ni Muislamu, tukienda